jazuia sisi tunazalisha tani 320 Tanzania, lakini suppressed demand, yani mahitaji ma yaliyokandamizwa ni tani 570. Mtu yote anakuambia lazima hapa pa sukari iagizwe kwa sababu kuna pungufu sasa. Huu pungufu unaagizwa, lakini kilichoamuliwa ni kwamba upungufu utaagizwa kwa utaratibu maalum, kama ambavyo tulivyofanya kwa wakati ule wa mafuta. Wakati ule eh, wa mafuta kabla ya mwaka 2011, kila mtu alikuwa anaagiza kivyake. Tukashindwa control price, tukashinda control quality, tukaamua ndio hii. Manufaa mnayapata bei zinashuga kila siku, na kwa hiyo tunachokwenda kufanya sasa ni kwamba utakuwepo utaratibu maalum wa kuagiza sukari ile ya kukidhi mahitaji yetu ya sasa. ni utaratibu upi? Ambao utaratibu ni kwamba tuna mahitaji yetu, lazima tutathimini kiasi tulichonacho, na tunafanya utaratibu huu tunafanya utaratibu ili kulinda viwanda. Dhamira ya mheshimiwa Rais ni ile kwamba anataka kujenga viwanda, lakini anataka viwanda vidharishe bidhaa, lakini bidhaa hiyo viwanda viweze kulipa kodi. Kwamba kwa viwanda vinakuwa, lazima umuhakikishe yule mwenye viwanda kwamba haitakuja sukari yenye bei ndogo. Kitu kimoja ambacho watanzania wanapaswa kuelewa, hii sukari inayoletwa hapo, kule inakolimwa serikali zao zinatumia nguvu kusubsidize sukari kwa wakulima wao, kuwafurahisha wakulima wao, wanatoa wana pesa nyingi, wanatengeneza magari kama Brazil, wana uchumi mkubwa, wana subsidize wakulima wao, wanaita sukari ya bei rahisi. Sasa kwa furahisha wakulima wao sisi wakulima wetu wanaanguka. Tuna dhamira ya kuhakikisha viwanda vinajengwa vinaongezeka kudhaarisha mpaka megawati, e, metric tons laki saba. Tunataka outgrowers. Kuna watu wa outgrowers wanalalamika, Kagera wanalalamika, Morogoro wanalalamika kwamba wanalima huku mtaani outgrowers, lakini wanapewa bei ndogo. Sasa tunataka tulinde viwanda, tuhakikisha hao wenye viwanda wanawalipa bei nzuri wakulima wetu outgrowers, tutahakikisha wanalipwa vizuri, na hii sukari inayotoka nje tutahakikisha inafika hapa, tutajua bei yake. Tutafata, tutafanya kitu kinaitwa weighted average cost, kwamba pale panapobidi sukari kushuka ishuke. Kuna watu walikuwa wanunua sukari shilingi mia saba mia nane, lakini wanauza elfu mbili na hilo walalamikia wananchi. Sasa serikali imeliona, tutajua sukari imeagizwa kiasi gani, kama ambavyo tumejua mafuta yanaagizwa kiasi gani. Yanaposhuka kwenye soko la dunia tunashusha, yanapopanda tunawaambia yanapanda. Muda mfupi tu baada ya uamuzi huu, kuna uh, taarifa kwamba sukari imepanda katika soko uh, na taarifa hiyo, na mnadhani mtalidhibiti vipi? Nimelizungumzia jana, nimelizungumzia jana. Unajua haya mambo, kuna mambo mazuri yanatokea, mambo mazuri yanatokea, kuna watu wanastuka, wanashangilia na mheshimiwa rais amesema, au wanaoshangilia ndio walio wengi, lakini kuna wanaonuna, na wale wanaonuna, mheshimiwa rais anakwambia hao ndio wachache. Sasa wale wanaoficha ni wachache. Jana nimemwambia mkurugenzi anayeshika na leseni, magodauni yote Tanzania yana leseni. Na nimewambia nachukua nafasi hii kuwambia wakuu wa mikoa na wakurugenzi wa wilaya kwamba kila godauni linalotunza chakula na bidhaa yote lina leseni ya biashara ya manispaa au ya halmashauri au ya wizara yangu. Nimeagiza kwamba atakayeficha bidhaa yoyote asitoe, nitachukua leseni yangu, niona atauza wapi. Na unadhani kwa hiyo kuficha ndiko kumesababisha bei pane? Nakwambia kuna kundi la wachache, mambo mazuri yanayotokea hawayafurahii, lakini kuna kundi la walio wengi. Mimi nasema sukari itapanda, na nimesema nipokwenda Kagera Kagera shuka kwamba sukari itashuka, na nimemwambia wenye viwanda mnieleze mnazalisha kwa shilingi ngapi, na leo nimetoa barua kwa wenye viwanda vyote mnaambie production cost per kilo ni kiasi gani, kusudi tufanye weighted average. Nimesema hilo. Kwa hiyo wale wachache lazima wafiche, na wale wa, wale wachache sio wengi. Mimi nikiwanyang'anya leseni, wala huwezi kunifanya lolote, na leseni nazichukua na chukua leseni zangu. Hata wholesaler nitamnyang'anya leseni. Hata supermarket nitanyang'anya leseni. Watu wengi wakufanya biashara wako wengi, kuna vijana wanauza socks mtaani, watatoka mtaani waje wauze sukari. Hilo sio tatizo, sukari sio tatizo, ila tatizo ni kwamba tunataka kushusha bei, tunataka kuhakikisha viwanda vinajengwa. Nikueleze habari nyingine uifahamu. Leo baada ya Mheshimiwa Rais kutoa taarifa jana, kuna watu wametoka India, nimewapokea saa mbili usiku, wanataka eneo watengeneze kiwanda cha sukari, na nimeagiza TIC leo kwamba hao watu mwatafute mkawape eneo, eneo. Baada ya Mheshimiwa Rais kutoa maagizo, mkuu wa mkoa wa nanii wa Kigoma amenitangazia kwamba anazo hekta 49,000 na nimemwambia mtu wa TIC huyo, mwekezaji wa Kigoma aje haraka mimi, tuende Kigoma, kazi inakwenda.